mama yake ni wa jamaa ya Bulambo nyumba ya Washimwenda Washimali ndiko mama yake amezaliwa. Tumshukuru Mungu kumzaa mtoto kama huyu, kwa jamaa zote mbili, ni bahati ya hii familia mbili kuzalia taifa la Fizi sitikivu na Kongo na Afrika. Mungu aliyewapa kijana kama huyu ana ufundi zaidi ya huu. Hata kama watu wanasikitika na wananungunika, kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke na mwanaume, siku zake za kuishi zimehesabiwa. Tunarudisha shukurani kwa serikali yetu ya Kongo. Tunapeleka shukurani zetu kwa teritori yetu ya Fizi na vile ya Baraka, lakini pia tunapeleka shukurani zetu za pekee sana kwa jeshi ambalo alikuwa analisimamia na chama alichokuwa na kiongozi bila kusahau marafiki, ndugu na jamaa, mmetufuta machozi sisi familia. Kuna watu wanafiwa na watu wenye heshima kuliko hii na watu wote wanawakimbia, lakini ninyi mmekuwa sababu ya sisi ku, kupata amani ya mioyo ukifiwa na wako na watu wote wanakuja kusaidia kuzika, inatia moyo. Jambo ambalo naweza kuwaomba serikali, chama, wanajeshi na marafiki mbalimbali, Trezor amefanya mambo makubwa ambayo ndio haya tunayashuhudia wote ni yale yeye alitutendea, lakini ninawaomba kwamba na sisi tuna yale ambayo tunapashwa tumtendee, na hayo ndio ataonyesha kwamba tumemlilia. Ameacha familia, ameacha mjane, yeye ndio alikuwa anajua watakula nini, watavaa nini, wataishi aye. Leo ametangulia mbele ya haki. Kama tutakuwa tu wasemaji wa maneno ya mzuri mbele ya watu na ile familia ikaishi maisha ambayo sio mazuri. Wabembe ndo wana msemo mzuri, wanasema hivi: tolinganya wa ule olomweko alimuitila masoka Haya maneno yote yasiwe mapambo juu ya sura za watu zinameremeta, yawe sababu ya familia yake kufutwa machozi. be yake kama kibukila waseba hata kumbukwa kwa mazuri ya matendo kwa familia yake, hata atakaye mgomboa naye ataogopa kwamba na mimi nikifa, itakayeteseka ni familia yangu. Lakini kama tutamtendea huyu mazuri, tunamtia moyo na yule mwingine aseme hata nife leo taifa nililofia linajua haki ya familia yangu. Ninawaombeni sana, ninawaombeni sana. Tusiwe na shukurani za maneno mengi baada ya maneno familia ikawa kwenye maisha magumu. Ombi langu la pili. Mtu aliyefanya mambo makubwa anakumbukwa kwa mnara monima, mnamtengenezea monima. Hata si wote wenye tulikutwa kwenye maisha yake ya ushujaa na hata kufa kwake, watakayekuja baada ya kizazi hiki watakuja kuta monima, watamsoma mtu huyu alipita mbele yetu na alifanya mambo makubwa kama haya wadepute wetu wadepute national wadepute provincial na nafasi nzuri ya kufanya hilo jambo, ili jamii yetu ya Wakongomani, watoto Wafizi, wanaweza wakaona alama ya kudumu ya ndugu Tresor Mputu. Alama ni ya muhimu sana ambao hawakumwona watamjua, hata baada ya miaka mia mbili huko mbele wataikuta alama na watasema hapa kulipita shujaa, na inakuwaka historia ya kuwafanya wengine wahamasike kusema ni kifa shujaa, kumbukumbu yangu itadumu duniani. Nawapongeza sana. Sisi kama wajomba tunasikitika sana, tumeinamisha vichwa na mioyo yetu Mjomba wa aina hii mwenye Mungu alikuwa ametupa, tutampata wa aina hii wapi? Familia wa Shiminji, tulikuwa na heshima tukifika kwenu kwa sababu ya mwipwa yetu, mlikuwa mnatukumbatia, mnatukaribisha. Leo ametangulia. Kama heshima ilikuwa kwa sababu ya mwipwa yetu, iko tutaiona na kama heshima inaendelea kuendelea tutaiona. Sina maneno mengi, ni kuwashukuru tu watu wote ambao mmekusanyika kwa ajili ya kuagana na mwili wa marehemu. Sisi familia wa jomba tunawashukuru, hatuna cha kuwapa. Mungu wa mbinguni anayejua kubariki, awabariki. Amen ni wechi Wandugu wapendwa, tunakuwa hapa kwa kusema neno kwa niaba ya honorable Professeur Nyama Ngio Kushibwe la Obeti. Yeye honorable, kama vile mnavyojua, anakuwa député national wa territoire ya Fizi, pia ni mkubwa yake wa huyu jemadari mkubwa ambao tunatoka kupoteza hapa Chini well, ya hizo sababu mbili ilikuwa inapaswa yeye mwenyewe kabisa afike hapa na alikuwa na hiyo decision. Lakini kulingana na sababu zingine alizuilika kufika, lakini sasa anakuwa na mode de circonstance ambayo aliifanya mkifaransa na kulingana na muda hatutasoma, lakini tutaleta tafsiri kidogo ya ujumbe mkubwa ambao honorable ametoa, ameifanya kwa Kifaransa juu alipasha kuisoma Kishasa, dio, kwani hapo nako wali organize kilio. Sasa kwa hiyo usomi wa honorable, jambo lake la kwanza ni kuleta sifa kwa huyu mpambanaji mkubwa, mtoto wetu Tresor Putu, walikuwa wanamuita Putu Tresor sa vile mnasikia, kwani alikuwa mpambanaji mkubwa, lakini kwetu sisi ni Ebuela, ndio jina yake ya asili. Na kwa hiyo ni mtu ambaye amepigana vita kubwa na amefanya kazi kubwa kwa ajili ya teritoria ya Fizi na hizi sifa zinamrudilia yeye kwa kazi ambayo ameifanya. Jambo la pili, mheshimiwa honorable ameleta kuankuraje wapambanaji wote wazalendo wa teritwari ya Fizi waendelee kutumika kwa umoja na kwa upendo. Waache yote yote yale ambayo itaweza kuleta division incomprehension, ili isilete kupunguza nguvu za uzalendo. Analeta sifa zake kwa huyu mtoto wetu tunamwita hata kama ni jemadari, amejitoa kupigania nchi na kudefendre territoire yetu ya espace ya Fizi itombwe tangu ujana wake, na anaalika kwa kutokupoteza ile memoire yake, vijana wote waendelee kuwa na ile esprit ambayo yeye alikuwa naye. Alikuwa na esprit kubwa ya kutaka kudefendre nchi yetu ya Kongo na tarafa letu la Fizi, Uvira hata Mwenga. Pia anaalika vijana wote kuendelea kuwa na huyu moyo wa huyu mpambanaji mkubwa. Amealika jamaa ya kwamba ndio huyu mtoto wetu anahitaji kuliliwa, tunahitaji kumlilia, kwani kweli tumepoteza mpambanaji mkubwa, lakini pamoja la kumlilia, tusisahau ya kwamba Mungu iko, Mungu mkubwa, ya kwamba pale ambapo huyu mpambanaji mkubwa anatoka Ebuela Mungu atasisitiza wengine ambao watakuwa tena wateteaji wa ardhi yetu. Bwana Yesu asifiwe Amen. Na honorable anaendelea kusema ya kwamba kwa ajili ya nchi yetu ya Kongo, nchi yetu ya Kongo tuamu, tuyue ya kwamba tuko na maadui ambao wanatuzunguka. Pamoja na hao maadui ambao wanatuzunguka, kitu ambacho kitaweza kutusaidia ni kuwa na moyo kama huyu moyo ambayo huyu mpambanaji alikuwa, ndio itasaidia nchi yetu kuokoka. Na anaendelea kusisitiza kwa ajili ya hiyo ya kusema, ni vizuri kabisa wale wote ambao wanakuwa na moyo wa kuleta division. Na hiyo amesisitiza kwa ajili ya watoto wote wa Bubembe, amealika watoto wote wa Bubembe kuwa na moyo mmoja wa upendo, pasipo upendo umoja hakuna ambacho kitaweza kitawezekana. Na akakumbusha ya kwamba tunakuwa na entere ya kubaki katika umoja, kwani kunakuwa vitu viwili vikubwa ambavyo vinatuunga katika vitu hivyo. Kunakuwa ni ardhi ambayo Mungu ametupa itabele ardhi hivyo tete aseme tuheshimu ardhi ambayo Mungu ametupa haiko mwanadamu ambaye ametupatia nayo, ni Mungu mwenyewe. Na hii tunaichangia na juu tunachangia ardhi, ni lazima sisi sote tuipiganie. Bwana Yesu asifiwe, amina. Hiyo ni ujumbe wake kabambi, na lingine ambalo honorabi anataka kusema, zaidi ya ardhi, tunakuwa pia na historia moja. Tunakuwa na historia moja, siebote tuko babondo na tunahitaji kupigania ardhi yetu na kuishi sisi sote kwa upendo na umoja. Ndio hiyo inakuwa ujumbe kubwa ambayo honorable amesema, na hatupendi kukamata muda wa kutosha, lakini ni ujumbe wake kabambi. Tumesikia kumekuwa marekomendasyon ambayo jamaa imetoa ya kwamba kunakuwa watoto kunakuwa monima ambayo inahitajika Hayo ni maneno ambayo yanatolewa kwa mkutano mzima, honorable nao wamesikia ambao wanakuwa hapa na hata yeye naye vile vile tutamfikishia ujumbe huu. Bwana Yesu asifiwe Aya. Kwa hiyo hii ni ujumbe kubwa kwa honorable kwa, amemlia sana huyu ambaye ni mtumishi mkubwa, amelia kabisa huko Kinshasa, ameorganize pamoja na wabondo wengine, kilio kingine ya kabambi sana kama hii na wabomndo wote duniani wamelia Tresor Putu Tresor Ebu Ela ambaye alikuwa mtetezi wa teritwari yetu. Bwana basi atusaidie, atutie nguvu na ainue wengine wa mtetezi wa tarafa letu na nchi yetu yote kwa ujumla. Asante sana, Fizi News 24